Hatuwezi kumaliza hii taharuki kwa kuzomeana au kubezana. Lazima tuzungumzane, tuzungumze kwa nini tumefikia hapa. Ni kitu gani hasa ambacho kimetufikisha hapa? Radili amezungumza, kuna wachungaji wa sijui aliona wapi, mchungaji ana bodyguard karibu 20 30. E, pengine amenusa shida. Mimi sijafikia hapo kwa sababu najikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, ni yeye mwenyewe ambaye atanilinda usiku na mchana. Akiamua kuniachia basi bado, bado nitamshukuru kwa sababu yeye ni muweza wa yote. Lakini ninyi ambao umepewa dhamana ya kulinda Watanzania, tafuteni fursa, taifa zima liongee lizungumze, sio kuzungumza kwa kupiga kelele. Ni mazungumzano dialogue. Utaratibu mzuri ambao watanzania tunaweza tukazungumzana kila mmoja akatoa hoja yake na mwingine akaeleza tatizo, litakapotokea kwamba kila mmoja akitaka ya kwake yapite, hapo haiwezekani. Itakuwa ni taifa la ajabu ambalo kila mmoja atakalo litaka kulizungumza hilo lipite, haiwezekani Hatimaye atakuwepo mmoja tu ambaye atasema tumesikilizana, basi hili liende mbele. Sasa viongozi wangu mliopo leo, historia na, na mnyororo wa amani huo usije ukaharibikia kwenu. Yaani hapo ndipo mnapaswa kukazana, kusali, kuomba na kutafuta kila namna ili isiharibikie kwenu, kwa sababu hata ikiharibiwa na mwingine tofauti na wewe, historia itaandika ni wakati gani alikwepo nani. Kwa hiyo, nanyie mna jukumu kubwa kubwa kubwa kubwa kweli la kuhakikisha, hata huyu wa ovyo huyu sijui wa aina gani, na yeye tunamkalisha pamoja, tunakaa naye, tunamsikiliza. Hebu ongea, mwacheni apige